A kichacha ni mkurugenzi wa utawala na silimali watu katia wa tasisia mitasisia m tunashiriki maonyesho haya ekea utumishi wa umma kuonyesha huduma ambazo tunazitoa zitoa mbali katika taasisi yetu kwa hiyo tunatoa huduma mbalimbali za uumaji wa moyo, tunatoa elimu ya lishe, lakini pia tuko na wataalamu wetu wanaonyesha vifaa mbalimbali ambavyo ni vifaa saidizi ambavyo vinatumika katika maji katika moyo. Asante. Kwa majina, naitwa dokta ivi na daktari bingwa na mvizi wa moyo o z ava leo kwa ajili ya wiki ya maadhimisho ya wiki ya utumishi wa umma. Sisi kama Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete, kama watumishi wa umma, tukja uma kwa ajili ya kuonesha huduma ambazo tunaz na pia kwa ajili ya kutoa huduma kwa ajili ya wakazi wa katika huduma zetu. Leo tunafanya vipimo kwa ajili ya kuangalia viashiria vya maradhi ya moyo pressure, tunaa uzito, tunatoa tathmini ya uiano wa urefu na uzito kwa ajili ya kuangalia viashiria vya maradhi ya moyo, na pia tunapima sukari kwa ajili ya kuangalia wale ambao pengine hawajui kama wana kisukari na tunafanya vipimo vya moyo pia, tunawasikiliza wateja wetu shida zao mbalimbali kwa ajili ya kufanya check up. Kuna wao wanaokuja ni wagonjwa, tunawasikiliza na siku hii ya leo a leo, ni siku ya tatu, tumeshaona takribani watu mia moja sitini na moja na katika hao wanaume ni asilimia sitini na tano na kuna ambao walikuwa majizi kama wana matatizo ya presha tuakuza wana shida za presha, tumewaanzishia dawa na tumewaunganisha moja kwa moja na hospitali

ambao tumeshawaona wengi wao wana matatizo ya presha ya kupanda, na kama ambavyo tumesema, tumewaanzishia dawa wengine. Wengine tunawapa tunaeza kufanya shekavu zaidi kwa ajili ya kuangalia kama watahitaji kuanza dawa. Kwa majina anaitwa Edna Kajuna, muuguzi mkebezi kutoka taasisi ya y Moyo, na ni mwangalizi wa chumba cha upasuaji kwa kutumia tundu ndogo. Nini kinapelekea mgonjwa kuwekewa betri ya moyo? Ni wale wagonjwa ambao mapigo ya moyo yanakuwa yako chini ya asilimia hamsini, ni wagonjwa ambao wanawekewa hizo betri za moyo. Vilevile kuna wagonjwa ambao mapigo yao ya moyo yanakuwa yako chini kabisa ya asilimia 35 au nao tunawekea betri za moyo ambazo tunaziita ni high power device na tunapowekea wagonjwa wetu hizi betri za moyo, tunamshauri mgonjwa kuwa anakuja kliniki kuangalia betri yake imebakiza muda gani, kwa sababu hizi betri zilivyotengenezwa zinaweza kukaa miaka kumi na tano mpaka miaka ishirini, lakini hawa wagonjwa wanakuwa wanatofauti kwa sababu na mgonjwa mwingine ambaye anategemea hii betri maisha yake yote, yani masaa ishirini na nne anategemea hii beti. Kwa hiyo kule muda wa kukaa na hii beti itaisha muda wake mapema. Kwa hiyo anapokuja kufanya ile kliniki yake na kuangalia, anakuwa anajua kwamba ni muda gani umebaki, ila kwa yule mtu ambaye mapigo yake ya moyo ni kwamba yanakuwa chini ndio anapotegemea beti, na maana hii beti itakaa miaka 15 mpaka yeah, miaka 20. Baada ya miaka ishirini anakuja kuibadilisha. Tumekutuma vile vile wananchi wengi wanakuwa wanajiuliza kwamba mtu aka Betri ya moyo vitu gani hasifai? Kikawaida sisi tunajua kwamba mtu akishawekewa betri ya moyo anarudi katika hali yake akawa anafanya kazi zake vizuri kabisa. Ili mradi kwamba zile dawa alizoandikiwa na daktari afuate masharti na arudie kliniki. Naitwa Ibrahim Karunga Bahaa, Dodoma. Iyo kwenye banda sisi ya Jakaya Kikwete afukozi. Uh, huduma hapa ni na ni rahisi na ni muda mfupi, lakini unaweza kupata huduma ambazo zinakupa uhakika wa kujua afya yako ya moyo ikiwemo pressure, aidha kama kuna changamoto nyemelezi za mwendo wa maisha ama tabia za maisha ambazo koo ya m so, nimekuelewa ni pressure me, pimo na sasa, ndo najiandaa kuingia kwenye chumba mahususi kwa ajili ya kucheki moyo wetu.